Najua wananisikia, kati kulikuwa ananisikia mtu anayehusika maji hapa, ananisikia aanze kujiandaa, mlaji wa maji utoe maji kabla asijawapisha. Hiyo ndiyo serikali ninayoitaka mimi, hiyo ndiyo Tanzania ninayoitaka ya vitendo. Watanzania wamechoka ahadi ahadi. Inafahamu, mimi nimekuwa serikalini kwa miaka ishirini, nimekuwa waziri kwa miaka ishirini, nimekuwa mbunge kwa miaka ishirini. Ninafahamu matatizo yako wapi, na ndiyo maana ndugu zangu wa Njombe, nimeamua mimi mwenyewe niombe nafasi ya urais. Nilikuwa ni sasa nataka ni watumi, nataka ni watumi, na hao mtakaa watuma mimi. Njombe oye! Njombe oye! Na ndiyo maana ninawaomba wa Tanzania mniambie nilipokuwa waziri wa ujenzi nimetengeneza zaidi ya kilomita kumi na saba elfu na mia saba sitini na mbili madaraja zaidi ya elfu saba na mia mbili madaraja makubwa makubwa zaidi ya kumi na mbili madaraja makubwa mengine inajenga zaidi ya kumi na sita Ninafahamu kwa Njombe hamjafaidi sana mamzura yangu, na sababu ni moja tu, wakati nikiwa waziri Njombe ilikuwa, ilikuwa bado haijawa mkoa, ilikuwa bado wilaya, na kwenye ilani yetu ya zamani ilikuwa ni kuunganisha barabara za lami kwenye mikoa yote. Kwa hiyo tukaanzia mikoa ile mingine, lakini sasa Njombe ni mkoa, umeshaingia kwenye 18 zangu za kuweka barabara za lami. Nataka niwaahidi hapa, tumeshafanya upembuzi yakinifu. Tumeshafanya usanifu wa kuanza ujenzi wa barabara ya kutoka Njombe kwenda Makete mpaka Mbeya, na hili mniamini. Na katika hilo niliamua tuanze na kunusanu salami kidogo pale, nimeshaanza kuiona, huo ndio mwelekeo theni ni rais yule waziri wa ujenzi nitakayemteua, kazi yake ya kwanza kutengeneza jirani na ataona taonaata cherocherei